Daktari, habari za muda huu, wajasiriamali wenzangu pamoja na wapambanaji popote pale mlipo. Kwa majina naitwa Fazili Mfaume, ni mjasiriamali ambaye nazalisha bidhaa mbalimbali za usafi pamoja na za urembo, ila pia ni mfugaji wa sungura kisasa zaidi, na leo nimewaletea mada ya kuhusiana na mfugo wa sungura. Mada hii nimeamua kuileta kutokana na maswali mbalimbali ambayo tunayapata kwa wajasiriamali ambao wameshaanza ufugaji wa sungura na wengine ambao bado hawajaingia katika sekta hii ya ufugaji sungura ila wanahitaji. Kwa hiyo nimeamua kuandalia mada hii ambayo nitaanza kuzungumzia kuanzia mwanzo wa mradi, unabidi uandae nini kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ila pia nitatoa elimu kuhusiana na malezi mazuri ya sungura, changamoto ambazo zinato, zinatokea katika huu mradi wetu wa sungura na wao ili waanze kuzifahamu kabla bado hawajaingia katika huu mradi wapate kuzielewa na, je, changamoto hizo zinapotokea katika mradi wako afanye nini ili kuzitatua changamoto hizo, ili apate kufaulu katika ufugaji wa sungura na ajiongezee kipato kwa namna namna moja ama namna nyingine. Katika mada ya leo, lazima kwanza ufahamu kuna mambo ya msingi zaidi. Jambo la kwanza katika ufugaji wa sungura, kabla hujaingia katika ufugaji, lazima kwanza uanze kupenda kutoka moyoni mwako kwa sababu ukianza kupenda kutoka moyoni mwako ufugaji wa sungura, na wao sungura watakupenda. Na wakishakupenda na wewe pia utakuwa na nguvu ya kuwekeza muda wako mwingi, kwa sababu ya sungura. Utakuwa una uwezo wa kuwekeza hata kiasi cha pesa, kwa sababu ya nini? Ufugaji wako wa sungura. Kwa hiyo ukiwekeza hapo, manake hata wewe mfugo utakukubali. Kama unavyoona sisi sungura ni mzuri, sungura ni rafiki. Tuendelee na madarasa yetu. Jambo la pili la msingi zaidi ambalo kabla hujaanza mradi, lazima kwanza upate elimu ya kutosha kuhusiana na huu mradi wenyewe, kwa sababu usipopata elimu ya kutosha, ndio pale unapoanza kufanya kitu bila kuwa na uhakika nacho. Kwa hiyo, katika elimu kuna mambo mbalimbali lazima uyatambue wakati unaanzisha huu mradi wa ufugaji wa sungura kisasa, ili ukuletee matokeo. Jambo la kwanza Anza kwanza kufuatilia soko soko lake la sungura, endapo wewe utaanza kufuga, je, soko lako litakwepo wapi? Utauza wapi, au utatumia njia gani, au na nini kinachohitajika sokoni, ili wakati wewe unaanza mradi wako uwe na una uhakika na iko ambacho unachokifanya ili kukupe matokeo zaidi na swala lingine la msingi zaidi katika elimu hapo, lazima ujue mfumo gani ambao utautumia katika ufugaji wako. Maana katika ufugaji wa sungura tuna mifumo ya aina tatu. Hii mifumo ndio ambayo itakupelekea wewe kukupa majibu sahihi. Je, unataka ufugaji wako uwe ufugaji wa dizaini gani? Mfumo wa kwanza zaidi wa ufugaji wa sungura tunaita mfumo huru. Huu ni mfumo ambao wakulima, wakulima ama wafugaji tunaamua kufuga sungura kienyeji zaidi. Maana yake, tutamfungulia sungura wako kwa asubuhi, ataenda kujitafutia mwenyewe chakula, atazunguka huko, jioni nitamfungia. Kwa hiyo mimi kazi yangu kubwa itakuwa ni kumfungia na kumfungulia tu na si vinginevyo. Kwa hiyo masuala ya chakula, kila kitu atajitegemea yeye kama yeye. Huu ni mfumo wa kwanza. Na mfumo wa pili wa ufugaji tunaita mfumo wa nusu huru. Huu mfumo wa nusu huru unakuwa kwamba mfugaji anakuwa amewaandalia sehemu ya kukaa kidogo sungura wake, yaani kwamba labda amezungusha fensi lakini amewaachia chini, ila anawekea chakula kila kitu, lakini wapo ndani ya uangalizi wa sehemu moja. Huu ndo tunaita kama mfumo nusu huru, yani kwamba wanajitegemea nusu, kulakula pale nini na nini, umeona. Afu na mfumo wa tatu tunaita mfumo usiyekuwa huru, na huu ndo mfumo ambao tunautumia wengi, kama unahitaji ufugaji wa kisasa zaidi na upate matokeo mazuri katika ufugaji wako. Mfumo huu ndio tunautumia katika ufugaji wa cages kama hizi, yani ni mabanda ya kisasa. Maana yake sungura atakaa humo atakula, yani wewe ndio utakuwa mwajibikaji mkubwa kwake kuhusu chakula, kila kitu, afya yake inaendaje sijui na nini, wewe ndio utakuwa mwajibikaji mkubwa zaidi. Kwa hiyo lazima utambue je, mimi nataka niende kwenye upande upi? Nifuge nusu huru huru, au nifuge mfumo ambao sio huru, ili unipe matokeo mazuri zaidi? Baada ya kufahamu sasa kwamba utatumia mfumo gani haswa zaidi, kama ukiamua kutumia mfumo wa cages, manake utaamua kufuga kibiashara zaidi, jambo linalofuata ni gharama na jinsi ya uandaaji wa mabanda. Mabanda ya sungura kwa ufupi yanahitajika yawe na ukubwa kama huu, mnaona hapa. Yaani banda la sungura linahitajika upana uwe futi mbili na nusu mpaka futi tatu, na urefu hivyo hivyo. Maana yake sungura apate hata kitaka kusimama ajinyooshe vizuri kabisa, na akitaka kulala alale. Na uhakikishe hilo banda linapitisha hewa ya kutosha unaweza ukaweka hivi nani waya meshi hizi, hewa hiyo inaingia na kutoka ndani ila, pia lazima uhakikishe katika mfumo wako wa chini wa sakafu yake kama unavyoiona hii, lazima utie waya meshi hizi. Hizi zinasaidia sana katika sungura akijisaidia haja yake, maana yake itashuka chini, haitobaki humu, maana yake hapo itakuwa ina, inapunguza maradhi. Kwa sungura wako, kwa hiyo inabidi akijisaidia, ikiwa haja kubwa itashuka chini, ikiwa haja ndogo itashuka chini, ili mradi kwamba huko katika nani yake hakutobakiwa na kitu chochote kile, yaani uchafu wote wa haja utakuwa umeshatoka. Ila pia lazima uwatengenezee mfumo wa sistemu ya chakula, tukizungumzia kuanzia maji ya kunywa pamoja na chakula chenyewe. Kwa mfano kwenye chakula unaweza ukatumia vibakuli kama hivi kama hizi, hiki ndio kibakuli ambacho tunati, sisi tunatumia kwa upande wetu. Kwa hiyo unaweza ukatumia hivi vya bati au mwingine unaweza ukatengeneza vile vibakuli vya sumenti, pia ni vizuri zaidi, kwa sababu zinatengeneza mfumo mzuri wa chakula. Na kwenye maji unaweza ukatumia zile nipo sistimu ya maji moja kwa moja, na ukishindwa kutumia hiyo nipo unaweza ukatumia hata vibakuli kama hivi ambavyo tunavitumia sisi hapa, ni vinakuwa vizuri tu na vitakupa matokeo mazuri katika mfumo wako. Kwa hiyo baada ya kufahamu mfumo huu mzima wa mabanda, na hakikisha banda lako unavolitengeneza uwe ume, umeandaa system kama ilivyokuwa hapa. Hapa chini unaona, hao wapo juu huku, kwa hiyo wakijisaidia huko juu vitu vikishuka hapa hapa ndo tunakusanya kuanzia mbolea kama mnavyoiona hii ni mbolea ya mavi ambao wao wamekunya huko juu sisi tutaikusanya kwa hapa chini na tukisha ikusanya tutaenda kuifanyia kazi zetu maanake tutafagia hapa tutaipata ila pia tunakusanya mbolea ya mkojo kwa sababu wakisha kojoa mkojo utashuka chini baada ya kushuka chini utaingia katika hii gata kama mnavyoiona hii hii gata ndio inasafirisha huu mkojo kama mnavyoona. Unaona mkojo huu, huu ni mkojo wote. Kwa hiyo hii gata itasafirisha moja kwa moja moja kwa moja mpaka sehemu ambayo tumeandaa kikingio chetu ambacho ndio kama unavyoona hapa. Mkojo utaanza kujichuja kidogo, ili kuacha makapikapi ya chakula. Kwa hiyo utaingia katika dumu hili, hiki kifazio manake, mkojo utaingia hapa na utahifadhi vizuri kwa hiyo sisi tukitakuja hapa, tutautoa hapa, tutaenda kutumia kwenye mahesabu yetu mengine. Kwa hiyo huu ndio mfumo ambao wa mabanda ya kisasa, ili upate kulipa zaidi. Baada ya kumaliza hapo, hatua inayofuata itakubidi ufahamu zaidi kuhusiana na uchaguzi wa mbegu iliyokuwa bora zaidi katika ufugaji wako wa sungura na kuna mbegu aina mbalimbali ambazo zinafanya vizuri kabisa katika ufugaji wa sungura, na kuna vitu vya msingi ambavyo unaweza ukavihoji au ukavichunguza chunguza, -chunguza kabla hujanunua hiyo mbegu ya sungura. Jambo la msingi zaidi, nunua sungura mwenye afya nzuri, mwenye afya bora, ambaye anaonekana kabisa hana aina yote ya maradhi yakiwemo maradhi ya, kiwemo maradhi ya Eh, ukurutu, ukurutu lazima muangalie sungura wako yuko sawa zaidi. Muone lazima umkague. Baada ya kumkagua, lazima muone akiwa na mwili mzuri kama unavyomwona huyu alivyoshiba. Muone. Kwa hiyo lazima utafute mbegu ambayo ilikuwa bora kimwonekano, pia na kuna aina nyingi sana na mbegu. Hakikisha na sungura unayemchagua, lazima awe ana umbile fulani kama vichwa vyake kama vya duara hivi. Hawa ndo wanakuwa na nani sana mzuri sana na hakikisha pia unachunguza kuhusiana na uzazi wake. Je, ana uzazi wa aina gani huyo sungula? Yaani lazima umuulizie, je, katika historia ya uzazi wake ana wanazaa sana idadi gani? Maanake vizuri zaidi uchukue kuanzia sungula ambao kuanzia watoto sita na kuendelea huko, maana kuna koo zingine za sungula zinazaa watoto wawili watatu. Kwa hiyo inategemea. Kwa hiyo lazima na wewe upate kuchunguza na umuulize yule ambaye mtu anakuuzia hiyo mbegu. Kwa hiyo itabidi ufahamu. Kama ah, kwa hii, kwa hivi, kwa hiyo ndo na wewe unafanyaje? Unachukua. Na kuna aina mbalimbali, mbali, mbali, unaweza ukachukua kwenye aina hapa, unaweza ukachukua kuna aina kama hiyo ya Flemish na ni New Zealand White, kuna aina ya California, zote ni aina ambayo inafanya vizuri. Kuna aina pia kama unavyoona hii, hii huyu ni Flemish Giant pia wanafanya vizuri pia katika nini uzaaji wao <coughs> kwa hiyo na kuna aina cheka janti kuna California, kuna Dachi, kuna Chinchira, kuna aina nyingi sana, aina mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia katika kuanza mradi wako na ukapata matokeo mazuri. Hatua inayofuata, lazima uichunguze na ufuatilie zaidi elimu inayohusiana na chakula malisho zaidi kwa sungura wako, kwa sababu sungura ni mnyama kama wanyama wengine. Kwa hiyo na yeye kuna vitu vya msingi zaidi ambavyo anahitaji avipate katika mwili wake. Kwa hiyo kama mfugaji lazima uangalie, je, sungura ana mahitaji gani katika mwili wake? Sungura anakula vyakula vya aina tatu. Maana yake katika mfumo wa vyakula vya aina tatu kuna majani makavu, kuna majani mabichi, mboga mboga pamoja na chakula special. Hizi kuna pellets unaweza ukawaekea hiyo au pia unaweza ukaandaa chakula chako mwenyewe, kama sisi tunavyoandaa vyakula vyetu. Kama mnavyoona hivi, sisi hivi vyakula vyetu tunaviandaa sisi wenyewe, lakini kabla hujaandaa lazima kwanza ufahamu, je, ye, yeah, sungura mahitaji yake anahitaji nini, anahitaji madini gani sana, anahitaji vitamini gani sana katika mwili wake kisha ndio unaamua kutengeneza hivi vyakula. Na vyakula hivi vinatusaidia sana kwa sababu vinapunguza gharama kidogo vya vyakula hivyo. Kwa hiyo, unakuta ukisema uende kununua pellets gharama inakuwa kubwa zaidi, tofauti na utavyotengeneza wewe mwenyewe. Kwa hiyo, ukitengeneza vyakula vyako, utatengeneza katika hali ya usafi zaidi, vyakula vitakuwa vizuri zaidi na utajua uviweke vipi. Na kuna video ambayo ipo katika channel yangu kuhusiana na mgawanyo wa vyakula. Kwa hiyo unaweza ukaifuatilia pia ile video ukapata kutambua zaidi mgawanyo wa vyakula. Manake majani makavu atakula lesho yake kiasi gani, majani mabichi atakula kiasi gani. Umeona? Na aki akiwa aki labda hiki chakula special inabidi nimwekee kiasi gani? Kwa sababu kila kitu kinaenda na ufundi zaidi na na nani na lesho yake? ambayo utahitaji umwekee, uweze ukamwekea kitu tu ovyo ovyo, ili mradi kwamba unavyohitaji wewe. Kwa hiyo lazima ufuate mfumo zaidi wa chakula chake na ulishaji wake. Naamini ukifuata hivi vyote, utakuta mambo yako yanaenda vizuri katika ufugaji. Upata elimu hiyo yote ya kutosha, itabidi u, utafute sasa elimu ya kuhusiana na mfumo wa uzazi wa sungura. Katika mfumo wa uzazi wa sungura lazima kuna vitu vya msingi uvifahamu. Jambo la kwanza, lazima ujue muda sahihi ambao wa kumpandisha sungura wako, na hizi video zipo, mtaziona katika hii channel, mkizitafuta utazikuta. Kwa hiyo lazima ufahamu muda gani ambao sungura anahitajika nimpandishe, akiwa na umri gani nimpandishe, umeona hapo, na ukisha, na ukishampandisha kuna muda gani umpandishe, afya yake awe na afya ya namna gani? Na, na ukishampandisha, muda gani umkague kama ameshapata mimba au hajapata? Na je, kama ikatokea hajapata ujauzito ufanye nini? au ni sababu, na ni kitu gani ambacho kimempelekea sungura wako kutopata ujauzito? Na akishapata ujauzito, ujauzito je dalili gani ambazo nitaziona mimi au nitazifahamu kwamba sungula wangu yuko tayari ni mjamzito? Umeona, lazima pia uzitambue na uzifahamu hizo dalili zote. Na ukishazitambua hizo dalili za kwamba sungula wako ni mjamzito, ni nini niandae, ni muandalie sungula wangu, ni malezi gani ambayo inahitajika hayapate sungula wangu? Na hizi video zote tayari nimeshaziandaa na zipo katika hiyo chaneli unaweza ukazitafuta pia zikakusaidia katika mfumo wako, ili mradi tupunguze muda zaidi, kwa sababu hii video ina mada nyingi zaidi. Na kama <coughs> tunakuomba support yako zaidi ya kusubscribe channel yetu, kulike, kushare na kucomment. Kama una changamoto yoyote ya ufugaji wa sungura, unaweza kadondosha hapo comment yako, na sisi tukaendelea tukakupa majibu ya changamoto yako. Tuka hapo, lazima ufuatilie ujue Je, kama sungura wangu ameshashika ujauzito na dalili zote nimeshaziona, niandae nini kwa ajili ya uzazi wake? Ikifika siku gani nimwandalie kitu gani ili kwa ajili ya uzazi wake? Na ikishafika hatua ambayo akishajifungua sungura wako akishazaa vifaranga vyake, je ni vile aje hivi vifaranga? Kwa hiyo kabla hujaingia katika nani, ufugaji huu lazima hivi vyote uvifahamu na ukivifahamu ndio utapata matokeo mazuri zaidi katika ufugaji wako huu. Na kwa wale wengine ambao wanahitaji vitabu vya ufugaji wa sungura kwa sasa vipo, na tunauza bei rahisi ya shilingi elfu kumi tu. Na kwa wale wengine ambao wanahitaji pia na, nani kozi ya ufugaji wa sungura tunaendelea kufundisha. Unaweza ukatucheki kwa namba yetu ya simu sifuri sita ishirini na tatu 191238. Tunawakaribisheni sana. Pate kujifunza zaidi na tunaomba support yako ya kusubscribe zaidi. Kwa hiyo ukishafahamu je, lea vipi vifaranga vyangu ili vipate kukua vizuri, vi viwe vi, vi, na afya njema na wewe upate matokeo mazuri. Na kifaranga wanakuwa na changamoto gani? Kwa hiyo hivyo vyote lazima kwanza uvifahamu. Kwa sababu ukishavifahamu hapo itakuwa wewe unafuga kwa tija na utapata matokeo ambayo yalokuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo tunawashauri wenzetu, wafugaji wenzetu, tusiingie kwenye mradi bila kupata elimu ya kutosha kuhusiana na huu ufugaji wa huu huyu mnyama. Kwa hiyo na hii baada sasa kupata elimu hiyo yote, sasa hapo utakuwa upo tayari na una uwezo ukazalisha vifaranga vingi sana kwa sababu ushaelewa mfumo wake wote wa nani. Kwa hiyo hapo itabidi ukaze zaidi, ili uzalishe vifaranga vingi. Na ukisha vizalisha vifaranga vingi kama hivi umeona, ndio matokeo yatakuja, matokeo mazuri, kwa sababu una elimu ya kutosha, jinsi ya kualea vifaranga vyako, lakini kila mradi kila jambo, hakuna jambo ambalo linakuwa na faida pekee lisilokuwa na changamoto au hasara. Sasa kinachofata inabidi tuzi uzielewe kama mfugaji, changamoto gani ambazo zinatokea katika huu mradi wa sungura, na hizi changamoto nikizipata, je, nizitatue kwa namna gani? zinazofuata sasa ni changamoto ambazo zinapit, tunapitia wafugaji katika mradi wetu. Na sasa hizi ndio changamoto ambazo tunazipata sana wafugaji katika mradi huu wa sungura, na hizi changamoto hizi zinatokana na magonjwa mbalimbali. Ndio maana nasisitiza sana kwa la, ukiwa unaanza mradi huu lazima upate elimu kwanza ya kutosha. Hata sisi mara kwanza tulikuwa tunapata vifo vingi kama mnavyoona kuna ugonjwa wa mafua unawasumbua sana sungura wakiwa wadogo, ila pia kuna ugonjwa ule ambao wa kujaa gesi tumboni. Kwa hiyo kama hujazitambua hizi changamoto au haya maradhi ambayo yanawakuta sungura wako, unaweza ukajikuta umejitahidi sana sana sana kwa kuzalisha, ukazalisha vifaranga vingi ambavyo unaweza ukafika hata sabini themanini lakini sasa kama una elimu zaidi ya changamoto hizi, maradhi haya ni maradhi gani ambayo yanatokea na, ya kwa sungura vifaranga au sungura wakubwa, utajikuta unaingia katika changamoto ya maradhi mengi. Maanake kuna huo ugonjwa wa mafua, kuna ugonjwa kama huu ambao unatokana na sungura kutopata madini madini ya kutosha katika mwili wake, kwa hiyo unajikuta wanakuwa hivyo, wanaregea zaidi, unaona kama hivyo shingo nini. lakini pia kuna ugonjwa wa kujaa gesi tumboni, kuna ugonjwa wa nini, minyoo. Hiyo yote pia inasababishwa na kutokuwa na elimu ya kutosha katika mradi wako. Kwa hiyo inabidi ufahamu changamoto ambazo zinatokea katika uleaji wa vifaranga na magonjwa yake. Ukishapata elimu hiyo, ujue, je, kama nimeshafanikiwa kupata elimu hii, je, nafanyaje ili kuzitatua hizi changamoto hizi? Changamoto nizitatue kwa design gani? Kwa hiyo, na mimi nashauri zaidi, ukiona kuna changamoto ya aina yoyote katika mradi wako, watafute watu wanaohusiana na mabwana wale, mabwana mabwana, nanii mifugo. Yani madaktari ambao wanahusiana na masuala ya mifugo. Ingawaje kuna magonjwa mengine tunajitahidi sana kutibu kwa njia ya asili, lakini njia bora na nzuri zaidi ni bora uwaone wale, kwa sababu wale wanafanya vitu kitaalamu zaidi, tofauti na tunavyofanya sisi. Ukifanya masiala ndo unakuwa kama hivyo, kila siku ukiingia bandani watatu, wanne, watano, sita, hivyo hivyo itakwenda itakwenda itakwenda mpaka banda lako lote litakwisha, na mwisho wa siku unaanza ukaanza kuwa na imani potofu kwamba umelogwa au kuna mtu amefanya mambo ya ajabu katika mradi wako. Kumbe sio sahihi, usahihi zaidi, lazima upate elimu zaidi kuhusiana na huu ufugaji na changamoto zake kiundani zaidi, zinapotokea na uzifanyie ufanye namna gani ili uweze kuzitatua. Na baada ya kumaliza kuangalia hizi sasa, hatua inayofuata tunaenda kuangalia faida ambazo zinatokana na ufugaji wa sungura kisasa zaidi. Kuna faida mbalimbali ambazo zinatokana na ufugaji huu, na hapa tutaangalia faida chache tu. Na lakini hizi zingine zote magonjwa manini, kuna video zake unaweza ukazitafuta video zile fupi fupi, na ukapata kuona changamoto zile ambazo zinatokea na ukapata kuzitibu kwa namna namna moja au namna nyingine ukapata kufanikiwa kutosha zaidi kuhusiana na mradi wetu. Na sasa hivi tuangalie ang faida za ufugaji wa sungura. Katika faida ya ufugaji wa sungura tuna aina mbalimbali za faida ikiwemo faida ya upata, upatikanaji wa mkojo wa sungura. Mkojo wa sungura ni mbolea ambayo ina madini ya NPK ya kutosha yani nitrogen, phosphorus na calcium. Madini haya ambayo yanasaidia sana katika ukuaji wa mmea na matunda yake, ila pia yanasaidia katika urutubishaji wa ardhi ambayo rutuba yake imekufa kutokana na matumizi ya mbolea za kemikali na hii mbolea mkojo wa sungura una gesi ama kiambata cha amonia, kiambata ambacho kinafanya kazi kubwa sana ya kufukuza na kuua wadudu mbalimbali katika mazao yetu, yani aina mbalimbali za mimea. Kwa hiyo mkojo wa sungura pia una faida, na kwa sasa hivi sokoni, baadhi ya makampuni wananunua kuanzia lita moja ikiwa na grade A ni elfu kumi na tano mpaka elfu ishirini Kwa hiyo inategemeana na wewe mwenyewe jinsi gani ambavyo utaukusanya umkojo wako wa sungura, na mkojo wa usungura hauhitaji uwe na mabaki aina yoyote ya chakula. Kwa hiyo unahakikisha kwamba wakati unaukusanya hauna aina yoyote ya mabaki ya chakula, na usiuache ukawa wazi, kwa sababu ukiuacha ukiwa wazi ile amonia inapotea, gesi ya amonia. Kwa hiyo utakuwa hauna virutubisho vya kutosha au hauna ubora wa kutosha. Kwa hiyo lazima ukusanye vizuri, na swala lingine ni kuhusiana na nyama yenyewe ya sungura. Na nyama ya sungura kwa sasa hivi sokoni inakuwa ghali zaidi kwa kilo moja ya sungura, wengi sasa hivi wananunua kwa gharama ya shilingi elfu ishirini na kuendelea kwa hiyo inategemeana na wewe mwenyewe utazalisha kiasi gani sungula wako. Kwa hiyo ila pia utapata na hata wewe mwenyewe faida ya kukula pia, kwa hiyo itakusaidia hata wewe mwenyewe. Kwa hiyo tumetoa video hii ili wafugaji wengi waanze kupata elimu kwanza, na sio kuanza kuingia kwenye mradi kama tulivyofanya sisi na hizi elimu mara nyingi sana tunazipata tuna kupitia maafisa mifugo madaktari wa mifugo. Kwa hiyo hakikisha wakati unahitaji una huu mradi, anza kuonana na wale watu, kwa sababu wale watu ndio ambao watakugea wewe chaneli na wanawafahamu wafugaji wengi zaidi. Kwa hiyo wewe, wao watakupa connection ya kutosha, na wewe utaenda kupata elimu kwa urahisi zaidi tofauti na wengi tulivyoanza katika huu mfugo, tulijiaminisha sisi wenyewe kwamba tunaweza. Baada ya kuangalia video mbalimbali YouTube, tulikuwa tunaona ah, kwa sababu fulani ameweza na mimi nitaweza. Hilo wazo si sahihi. Kwa hiyo hakikisha kila jambo unalotaka kuanza kulifanya, hakikisha umelipatia elimu yake ya kutosha, ili na wewe wakati unaingia katika ufugaji wako huo ufugaji wenye tija zaidi na ukapata matokeo mazuri sana. Karibuni sana katika chaneli yetu ya Farm TZ na tunaendelea kuwakaribisha wote wanahitaji kusoma, na kama una changamoto aina yoyote, utadondosha comment yako hapo na tutakusaidia pia. Asanteni na karibuni sana na tunaendelea kuwaomba support yenu ya kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili wajasiriamali wenzetu waendelee kupata elimu mbalimbali kuhusiana na ufugaji na wao waingie katika ufugaji huu wa sungura kisasa na tujiongezee kipato kwa namna moja au namna nyingine. Asanteni sana sana. Tunawapenda sana.